Wa kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe. Ana anaisaini anapata pamoja na cheti cheiii <tipi> ana A 25 anapata cheti pamoja na bahasha. Mapongeze timu <tipi> yote ya Tunduma. Katika katika taaluma katika halmashauri ambayo sina mashaka nayo ni halmashauri ya mji wa Tunduma. Ndugu zangu walimu wa Tunduma, mmetisha sana, jipigeni makofi. Mitihani yote yaani, sio mtihani fulani, mitihani yote inayofanyika lazima Tunduma ivuke kidedea, iwe ni msingi iwe sijui ni nini ni nini, yote yote yote, lazima Tunduma ivuke kidedea. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana na spiriti hii ya kazi naomba iendelee ili muendelee kumaintain status yenu. Ninyi mmewakilisha mji vizuri, na naombea Mwenyezi Mungu kwa kweli, manispaa hiyo manispaa hivi karibu, kwa sababu tunakuja kwa ajili ya tuzo, na kwa sababu ya sherehe yetu. Ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa kumi. Mimi naomba nisiongee maneno mengi sana, mimi niwapongeze hivi, toke kwenye hii mvua na na baridi baridi, hii siendelee kutusumbua, tukaendelee kushona viwalo vya siku ya, ya tarehe ngapi, mwezi wa kumi, kwa ajili ya sherehe yetu, ili tukija hapa basi ebuke jinsi ambazo inapaswa tuondoe no stress zilizopo in na mambo mengi, kwa sababu kufaulu kila mtihani muongoze mwongoze, kuna kazi kubwa mmeifanya, ni lazima mpate refreshment. Sasa kupata refreshment sio hapa, ni kule kwingine. Kwa hiyo tukajipange vizuri na sherehe yetu ambayo tutaifanya vizuri mwezi wa kumi. Leo tarehe 30 mwezi wa 4 2025, halmashauri tumeandaa tume tuzo na motisha mbalimbali mbali kwa wadau wa elimu wa kwa ujumla kwa namna moja au nyingine waliokuwa chachu wa ya maendeleo ya elimu katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Halmashauri ya mji wa Tunduma kwa mwaka 2024 imeongoza katika mitihani yote kwenye mkoa huu wa Songwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mtihani wa darasa la nne tumefaulu kwa asilimia 89.3, mtihani wa darasa la saba tumefaulu kwa asilimia tisini na moja pointi moja mtihani wa kidato cha pili tumefaulu kwa asilimia tisini na tatu mtihani wa kidato cha nne tumefaulu kwa asilimia tisini na nane na mtihani wa kidato cha sita tumefaulu kwa asilimia mia moja Walimu oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna hiyo tuliwiwa kuona tuandae tuzo za kuwapongeza walimu hawa na wadau wa elimu mbalimbali. Tunatoa tuzo na motisha kwenye maeneo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa tuzo kwa walimu waliofanya vizuri katika masomo, kwa shule zilizofanya vizuri katika taaluma ndani ya halmashauri ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa tuzo na motisha kwa shule zilizofanya vizuri kwenye miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa ndani ya halmashauri wa mji wa Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa shule tunatoa tuzo na motisha kwa shule zilizoboresha mazingira ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa tuzo na motisha kwa shule zenye madarasa ya awali yanayoongea yenyewe kwa wenyewe. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi utatoa tuzo na motisha kwa shule zilizofuta KK maana yake kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi pia utatoa tuzo kwa maafisa elimu kata wote kwa kazi nzuri walioendelea kuifanya kusimamia walimu kwenye shule mbalimbali. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi mwisho utatoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa elimu wa ambao kwa namna moja au nyingine wametusapoti kila siku kwenye kuhakikisha kuwa tunatoa elimu bora kwa watoto wa Halmashauri ya Mji wa Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, wadau wao baadhi yao ni mdhibiti ubora wa shule, elimu inachoendelea kupaa kwenye mji wetu wa Tunduma na wilaya yetu ya Momba kwa ujumla wake. Halmashauri ya Mji wa iliweka matarajio ya kuandikisha watoto elfu sita na mia mbili na tatu kwa darasa la kwanza, lakini walioandikishwa elfu sita mia tisa na saba ambapo ongezeko lake ni asilimia mia moja kumi na moja pointi tatu Alikadhalika, kwa upande wa awali matarajio alikuwa ni elfu nne mia tatu ishirini na moja ambao wameweza kuandikishwa walikuwa elfu nne mia tatu sitini na tano vilevile, kulikuwa na ongezeko la asilimia sifuri moja, kwa maana tulipata zaidi ya asilimia mia moja. Hii inaonyesha ni namna gani ambapo wazazi wana utayari wa kuwapeleka watoto shule, lakini pia kazi kubwa inayofanywa na watumishi waliokuwa kwenye idara ya elimu. Ni wa mji wa Tunduma, tuna neno moja tu la shukurani kubwa sana kwenu ninyi walimu ambao tunatambua mchango mkubwa na jitihada kubwa ambazo mmekuwa mkizifanya kila siku, na eneo kubwa mmekuwa mkijitolea. Mpaka leo tunatembea kifua mbele katika mji wetu wa Tunduma na tumeongoza katika mkoa wetu wa, wa, wa Songwe kwa sababu walimu mliamua kufanya vizuri kwenye maeneo yenu. Hongereni sana kwa niaba ya mji wa Tunduma na kwa niaba ya mwenyekiti wangu, yuko hapa, ameniteua niseme kwa niaba yake. Sisi hatuna maneno mengi zaidi ya kuwapongeza sana na kuwashukuru, na hakika Mungu aweze kuwabariki sana, lakini bila kuwasahau watoto wetu, maanake unaweza ukaa nawafundisha watu hawafundishiki wa, lakini pia niwapongeze watoto wetu ambao wametuheshimisha sana sana sana, wamefanya ufaulu mkubwa wa hali ya juu kiasi kwamba mji wetu wa Tunduma tunajisikia amani na furaha tele. Wapongeza viongozi wote wali mashewi, wali wa halmashauri ya mji wa Tunduma kwa kuweza kusimamia vyema upande wa elimu mpaka tumepata mafanikio makubwa katika nyanja zote nne. Mbago na mimi nilikuwa nasikia katika risala, tumefanya vizuri kwenye upande wa darasa la saba, darasa la nne, form 4 pamoja na form 6. Kwa hiyo na mimi kama mwenyekiti wa chama niendelee kuwapongeza viongozi wote wa halmashauri kwa kazi kubwa hii ambayo imeleta heshima kwenye mkoa wetu wa Songwe. Kwa niaba ya chama cha mapinduzi, nichukue fursa hii kuwashukuru walimu wote kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, na leo wote tunazidi kuutangaza mji wetu wa Tunduma. imio ana A25 anapata cheti pamoja na bahasha Maporomoko ana A17 anapata pamoja na cheti. Makamini apewe cheti na pesa alishapata. <coughs> kumi A16 sawa na laki moja na sitini.